Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pita pita za kwangu, ikiwa ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya na tunashukuru zaidi. Karibu tuende pale kwa pamoja, na nikafika katika maeneo kadha wakadha, niruhusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo iliweza kufika, na nikukumbushe kama ni mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nami kwenye pita pita za kwangu, hakikisha kwamba chini ya video hii kuna neno subscribe Ko, copy the link hapa join share no click notification he hapa chini, na itakuwa vema zaidi. Hivyo hakisha kwamba, nam kafika katika maeneo kadha wa kadha, kwa kiduchu tu nikujuze. Eneo nilianzia eneo la matu mjini, watu wa Matu mpo, matu mjini, kuna buda mmoja anayemiliki hoteli mjini hapa alikasirika mwanadada anaye uh, aliyemwajiri kama weita alipopatiwa zawadi na mteja. Duru zinasema kwamba mwenyeji wa hoteli alihisi wivu akishuku mwanaume huyo alikuwa akimezea mate mwanadada huyo. Naam, kitu ambacho kinashangaza pale ni kwamba tatizo kubwa hata si hiyo. Eti atapoteza mfanyikazi. Tatizo ni kwamba huyo mwajiri eh, huyo eh, customer, alikuja na akapatia weita wake ile tip ambayo ni pesa mop. Unaona, mtu anakuja anapatia mtu wako tip, ukiona hivi naona ngiri. Unaona pesa nono anafikiria siendi. Angepewa swali, najiuliza kama unataka kupewa tip na, na, na wale ambao ni we, we, we, we customers sipasi nawe pia kwa waiter Huyu ni weita amesavu mtu wake vizuri. Ala, baada ya kusavu mtu vizuri, huyo mtu amekuja ameona menisavu vizuri, kwa hivyo anampa tip, na akimpa tip ni wale wanatoa pesa kwa mfuko wachana, ile keep change tu, akampatia donge nono. Sasa mwajiri unakasirikia nini? Hajachukua pesa zako, melipa bili yake. Shida nini? Wivu wa nini? Wacha roho chafu wewe. Hey, nini wewe, ni Kimani ah. <laughs> Ukitafakari juu ya hayo, ilifanyika wapi Matu ah. Waajiri nao, nikavuka moja kwa moja hadi eneo la Mosop kule Nandi, Mosop kule Nandi eh, kuna mke wa pasta mmoja wa hapa alitakiwa akome kumzuia pasta kung'ara kwa suti aliyonunuliwa na mrembo na anayeshiriki kanisani analohudumu yani, Pasta alifika tu mahali si watu bariki pasta kwa hivyo, mmoja wale walimbariki, kuna binti mmoja alinunua suti import suti expensive eh, akanunulia mchungaji wake. Baada ya kumnunulia, mke wa mchungaji akaanza hii suti nahisi. Unajua wamama wako na sense eh, ambao wanaume hawana, lakini nashindwa, hii ndio ilifanya kazi ama ni wivu tu sijui. Kwa hivyo akafika mahali akasema, pasta pasta akivaa hiyo suti anatokelezea, mama akamwambia, hiyo suti usivae tena, usivae Sidhani kama ananiapoa we, unaonaje? Huyu mama alioverthink, ama is it overthinking? Alioverthink ama ako sawa? Maoni yako. Kwa hivyo alimkataza, nakata kabisa. Kwa hivyo alitakiwa simkataze, lakini amekataza. Pasta asivae na vile pasta alivaa mara moja, watu wote walikuwa na comment hiyo suti we, wanasema hiyo ni awapi pasta? Haya, akiwa ni wewe. utafanya maoni yako yepi, ukitafakari ja hayo. Pia nikavuka moja kwa moja, nikatoka eneo la Mosop kule Nandi, nikavuka mpaka eneo la inaitwaje, eneo la Malindi mjini, Malindi mjini. Kuna buda mmoja wa hapa ameingiwa na mcheche, mchecheto baada ya kidosho anayempagawisha kumpa makataa ateme mkewe iwapo anataka waendelee na uhusiano yani umeenda ametafuta mpango wake alafu amemwambia wewe achana naye ama niwaambie wazee plis tosheka na wako unapoenda kutafuta wa nje atafika mbele atasema sina shida bora tu bora tu hiyo bora tu atafika mbele atasema hapana achana na yule ndio tuendelee sasa imagine na saa hizo jamaa ameinvest kwake sijui amechange title deed kwa jina lake utajua hujui plis tosheka na mmoja achana na mambo ya mipango haitakufaidi nikimalizia nimalizie eneo la ganjoni kule mombasa Gajoni, Mombasa, mapango ya demu moja kumtapeli kalameni aliyekuwa akimrushia mistari iligonga mwamba alipofichua kwa rafiki yake, kisha akamwaga mtama. Naam, huyu ni binti ambaye alienda akamwambia rafiki yake, he, unajua unaona, niko na sonso, tunapanga mambo. hiyo mambo tunapanga ni ya uongo, nataka nimcheze mcheze, alafu akisha badilisha kila kitu kwa jina langu, mimi niponyoke. Kwa hivyo akawa anamwambia siri vile nataka kugonga mpenzi wake, yani ni mpenzi wake anataka kumgonga kwa hivyo akamfichulia siri, akamwambia siri za kwake. Dem akaona hapana, mbona nataka kufanyia so so hivi na so vile, ni innocent. hata wezi wanzi, hata hapana. Akaenda akalipua hivyo, ndio uhusiano uliisha. Nakwambia siri si ya watu wawili, lakini nafikiria huyu pia ilipangwa hivyo. Mbona nataka kugonga mtu kuumiza mtoto wa watu bure? Fikiria kama ni wewe, Tabia gani hii? Ni katika pita, pita za kwangu. Mi hapa ni VW, nakwambia, ulimwengu huu una mambo. Usiondoke hapa kabla, subscribe chini ya video hii, kuna neno subscribe, klik yo neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jina la akaunti yako, copy the link and share, na weke comment yako pale itakuwa vyema zaidi. Kwa hivyo hakisha kwamba umesubscribe pale, na Mungu akutende wema. Mi hapa ni VW, ukipenda Victor Madumandala, nasema, katika pita, pita za kwangu kuishi kwingi kuona mengi, na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Subscribe right, tuonane wakati ujao. Shalom, bye bye.